Naam, mtazamaji, tuungane naye Francis Mtalaki kutoka kaunti ya Mombasa hivi sasa akiwa anajumuika pamoja na amini kwamba waumini wa kanisa Katoliki. Francis, tueleze mengi zaidi. Thank you. Na asante sana, ni mradi ulimwengu unaomboleza kifo cha Papa Francis ambacho kilitokea mapema hii leo, na hapa katika kaunti ya Mombasa nipo na askofu mkuu wa jimbo hili la Mombasa, Martin Kivuva, labda niweze kuzungumza nayo moja kwa moja. E, tueleze labda, e, ukisonga hapa karibu, labda tueleze, labda taarifa hii, unamkumbuka vipi Papa Francis? Papa Francis eh, ni mmoja wapo ama, uh, mapapa ambao wamefanya kazi kubwa sana tangu kanisa hili liweze kuitwa kanisa Katoliki. Yeye akiwa ni papa aliyekuja e, Kenya pia mara mbili walau, na ni kwa kweli, ni kwa misimamo yake na kwa shughuli ambazo aliweza kufanya na kanisa, ni kwamba ameweza kusambaza imani na kuonyesha kwamba kanisa Katoliki ni inapokea yoyote yule wowote wale na zaidi aliweza kutetea haki na kushinikiza hali za kuleta amani katika sehemu nyingi. Umemwona Sudan, tumemwona nchi ambazo ni zinapigana. Majuzi hapa juzi, nia yake kwa watu wa Gaza na watu wa Ukraine kwamba vita visitishwe, waache vita. Nia yake ya kuwa watu wawe na mauwiano katika sehemu kadha wa kadha nimeweza kuwa naye wakati huu alipotembelea Sudan, mimi na askofu anaitwa Obala kwa jimbo katoliki la, um, la Ngong, tukiakilisha baraza la maaskofu wa Kenya, tuandamane naye kuwasindikiza Wasudanis waache vita, waache hali ya kugombana na zaidi kuuana na kupurukusha watu wa watu mwishoni. Unakumbuka aliwaalika hata hao wakuu wa serikali ya Sudan kule Roma. Wakakaa nao siku nzima, wakasali, akamwahimiza lakini haikuwezekana. Yeye ni mpenda watu wote, tuseme kwa ujumla. Amehusiana na wenzetu wa uh, Waislamu kati ya mikutano kadha wa kadha, kuongelea mambo ya uwiano, kupokeleana na kukubaliana mambo mengi sana. Kwamba tumempoteza, kwanza tunasema tunaomboleza kwa sababu kifo cha mtu yeyote yule awe ni mzee awe ni kijana awe ni mtoto, kifo huleta hali za huzuni. Dunia nzima ina hali ya huzuni, japo tuna hali ya matumaini kwamba alipokuwa mgonjwa, si kitambo sana, majuzi tu, katika wiki zake, alikuwa amelazwa kwa muda mrefu, ameweza kukaa apata um, afueni, akapata nguvu na daktari, kulingana na ripoti, ulikuwa tunapawa ni kwamba walimpa miezi miwili aweze kupumzika na akiwa katika e, kulu yake ya kipapa kule Roma akiishi mahali panaitwa Santa Martha, aliweza pia mara kwa mara kutokezea. Hata majuzi juzi na jana e, Easter Monday kulikweko, ametokezea Sunday, alitokezea na leo asubuhi tunapata hizo habari labda ni amefariki wakati, wakati ambapo tuko katika msimu wa Pasaka bado labda inaashiria nini kwako, kama wewe e, askofu mkuu wa jimbo hili la Mombasa? Kwanza kama sisi wa Wakristo wa, wa Katoliki, makumbuka a Jumatano ya majivu, watu huenda kupakwa majivu, wanaambiwa, kumbuka binadamu wewe ni mavumbi na utarudi kuwa mavumbi, kutukumbusha kwamba sisi tuko safarini ya kumwelekea Mungu, lakini Easter Sunday au Easter itself ni natuashiria ufufuko wa Yesu kwamba tuwe na matumaini kwamba, eh, mtu afapo anaitwa na Mungu yeye ni sasa eh, ni, ni, ni njia nzuri kuonyesha kweli amefufuka na Kristu kupitia kifo kile, kwamba kifo ni kifo, lakini sikumpoteza mtu, anaishi katika maisha ya mengine ya kiroho ambayo ni ya uzima wa milele so It's, it's like people wanting to say I wish I, say, I, I, I, I, I died on a Easter Sunday or I died on a Easter Monday Easter ni wiki ya ufufuko ambapo tumekuwa tukishangilia tumeenda maana njia ya msalaba tumefanya ekaristi kuu tumekesha makanisani ni siko safi sana labda. Mwisho na kifupi kabisa, labda uh, mtazamo wako hasa katika uongozi wake ka, uh, katika masuala ya kuleta umoja wa kimataifa hasa uh, katika uongozi wake unamkumbuka na nini? Namkumbuka kwa jinsi alivyokuwa na kuita viongozi waweze kujali maslahi ya watu hasa ma, watu ambao ni kama tuwete refugees, watu kama maskini na uongozi ambao ni uongozi kwa kweli unafanana na maisha ya Yesu. Alijali waliokuwa na hatari zozote zile, wagonjwa wenye shida. This is, is, is legacy. Legacy ne, na alionyesha wazi kwamba maisha yake si yeye kujitwe, kujitwe, kujikweza. Alipokuja Kenya, uliona aliingia gari ndogo sana, alisio magari makubwa ya kifahari tulipofika Sudan alipelewa kagari kingine kadogo hivyo, anatoka pale, anaingia kwenye wilchi ya yake, kuonyesha kwa maneno na kwa matendo, na zaidi kuwasaidia wale kuhimiza eh, watu wasaidie wenzao popote pale wanapokwama, na hivyo kwamba kama kiongozi tunamwita kiongozi aliyefanana na Pita ambaye alioshwa miguu na Yesu kuambiwa uwe kiongozi mtumishi Ye. Asante sana ni askofu mkuu Martin Kivuva katika anisika, kanisa Katholiki kaunti hii ya Mombasa, akisema nasi na kuweza kumkumbuka uh, Papa Francis akisema kwamba amekuwa akitangamana naye na safari zake barani Afrika humu nchini pamoja na juhudi ambazo wamefanya katika miaka 88 ya kuwepo katika dunia hii. Kwa hivyo rambirambi zinazidi kumiminika katika kila pembe ya dunia hii na tutazidi kufuatilia. Lakini kutoka hapa kaunti ya Mombasa, mimi ni Francis Mtaraki. Nakomea hapo kwa sasa nam. Asante sana Francis Mtalaki, nasoma pia jumbe kutoka kwake.